Ni kupitia the Breakfast Club msanii David alifanyiwa interview huko nchini Marekani na Shamon the God, DJ Envy na wengine, na hii si mara kwanza kwa msanii huyu kutokea Afrika kufanyiwa interview hapo, na siku zote interview yote ambayo anaifanya huwa inakuwa ni kubwa, kwa sababu ni sehemu ambayo inahoji wasanii wazito. Sasa moja kipande ambacho kwa sasa kimeweza kuchukua nafasi ni hiki ambacho David ameweka wazi ya kuwa kwa sasa hahitaji tena ku, kwa sasa hana mpango wa kumcheat mke wake Choma na hii ni kufuatia yale ambayo amechukua nafasi hivi karibuni kuhusishwa kwenye skendo mbalimbali na mba atano, zana, mama, Msaniyo, mawazuri. Kwenye mahojano hayo ameweka wazi kuwa hataki usumbufu tena na kwamba ana watoto watano ambao amezaa na bebi mama wanne. Msanii huyu tangu mwanzo ulikuwa inafahamika mtoto wake wa kwanza kwa inaitwa aurola aime Adeleke, huyo alizaliwa mwaka elfu mbili na kumi na tano na mrembo ambaye alizaa naye hapo anaitwa Sofia Momod, mtoto wake wa pili anaitwa Hele Veronica na huyu pia ni wa kike ambaye alizaa na mwanamke aitwaye Amanda. Huyu ni mtoto ambaye alizaliwa mwaka 2017. Mtoto aliyefuatia baada hapo ni Ifeanya ambaye wewe alifariki. Alizaliwa mwaka 2019 na huyo alizaa na Chioma, lakini baada hapo sasa kafanikiwa kupata watoto mapacha ambao mpaka leo hajafahamika majina yao, lakini alizaliwa mwaka 2023. Sasa David Oye amesema kwamba ana watoto watano ambao amezaa wa na wanawake wanne. Hii inamaanisha kuwa yeye na Chioma wana watoto wawili, lakini kuna bibi mama wengine ambao nimekutajia hapo mwanzo na kuna mmoja ambaye hapa hajamweka wazi, na utafahamu tu msanii huyo, kuna baadhi ya warembo ambao walikuwa wakijitokeza wakidai kuwa wamebeba ujauzito wa msanii huyo baada ya kuhook up kwenye zile one night stand, na ni mengi tu ambao ilichukua nafasi sasa. Davido anasema kuwa licho maarufu na yote hataki tena kuhusishwa kwenye hayo mambo so, hapa ameweka wazi idadi ya watoto ambao anao na kwamba maybe hataki tena kuja kuletewa kesi zingine, lakini pia amemthibitishia Chioma kuwa ni mwanamke ambaye anamtosheleza, hana mpango wa kuongeza mwanamke mwingine. Na hii ilifuatia baada ya kuulizwa kwamba kwa nchini Nigeria ama kwa Afrika, hizi ni culture ambazo ni za kawaida sana kuwa na mwanamke zaidi ya mmoja, makuzata kama unaweza kufanya hivyo na David akasema kwamba ni kweli, akametaja moja eneo ambalo utamaduni zao ni kawaida kabisa na hata kuwataja baadhi ya wa wajomba zake ambao wana wake zaidi ya mmoja, lakini yeye kusema kwamba kwa sasa afikiri huo mpango kabisa, na kueleza kwamba unajua, sometimes unaweza kawa sehemu na kula bata then ukajikuta umevutwa na mwanamke fulani afu mkakutana kimwili, lakini baada ya muda mambo yanakuja kutokea, unakuja kujutia ni kwa nini uliamua kukutana naye kimwili. Sikia hiki ambacho nakisema hapa, hii hapa ni SNS management man